Tunaingia katika sehemu ya tatu ya simulizi ya Israeli pamoja na Palestina, na tuliishia katika sehemu ya pili, jinsi ambavyo Mgiriki alienda kuwatawala pale na akawasaidia mambo mengi sana, na hatimaye mpaka wakajenga nyumba za ibada ambazo zinaitwa masinagogi leo hii, kwa kuchukua jina la Kigiriki la sinagogi likiwa na maana ya kusanyiko. Sasa sehemu hii tutaenda kuangalia jinsi himaya ya Roman ilipoingia pale. Sasa himaya Romani ilipoingia pale ikafika na kuanza kuwatawala kimabavu, kitu ambacho Wayahudi wengi hawakupenda. Kwa hiyo sasa Wayahudi wakaanza kujikoki na kujaribu kuanza kupigana na himaya ya Roma. Kwa hiyo wakajikoki na kuanzisha vita ya kwanza kati yao na himaya ya Roma, wakapigana lakini wakapigwa. Baada ya hapo, wakaamua kuanzisha vita ya pili na himaya ya Roma, wakapigana, wakapigwa. Baada ya hapo, kuna jenerali wao wa jeshi mahiri sana, alikuwa anaitwa Simon Bakoba. Akaanzisha vita ya tatu kati ya Wayahudi na imaya ya Roman. Walipoanzisha hii vita ya tatu, Simon Bakoba alifanikiwa kunyakua baadhi ya ardhi mikononi mwa imaya ya Roman na wakaunda, uh, wakaunda himaya. Walipounda himaya sasa, ikawa wameunda imaya kwa mara ya tatu, kitu ambacho kiliwafurahisha sana na Wayahudi wengi wakahisi kwamba huyu jemadari wao wa jeshi Simon Bakoba ndio masii wao kwa sababu kupitia kitabu chao waliambiwa kwamba atakayekuja kwa kuwaundia taifa tena ni masihi wao. Pale walipotoka utumwani waliandika kitabu wakaambiwa kwamba atakayewaundia masihi ni masihi wenu. Kwa hiyo atakawaundia taifa tena ndio masihi wenu, akija ndio atawaundia taifa. Kwa hiyo moja kwa moja walivyoundiwa taifa na mfalme wa Iran Cyrus the Great. Wakajua mfalme wa Iran ndio masihi wao, wakawa wanamtukuza kama masihi lakini baadaye wakaja wakavamiwa na Wagiriki kwao pale, wakajua, ah, mbona tumevamiwa tena na Wagiriki? Basi Cyrus the Great si masi wetu, ni mfalme tu wa Irani aliyeishi na sisi vizuri. Kwa hiyo wakakaa. Sasa alipoingia muitaliano na huyu Simon Bakoba kufanikisha kuchukua baadhi ya ardhi na kuunda taifa uh, taifa tena kwa mara ya tatu, wakahisi kwamba sasa huyu ndio masi wetu, na hivi tena Simon Bakoba ni Myahudi mwenzao. Kwa hiyo moja kwa moja wakajua ndio masi wetu wakaanza kumheshimu wakaanza kumtukuza wakaanza kuishi naye kutetemekea, lakini haikukaa sana ile himaya himaya ya Roma na wakaja wakaisambaratisha tena, wakapigwa na Simon Bakoba akachukuliwa na kuuliwa. Kwa hiyo pale Wayahudi wakajua huyu sio basi masi wetu, pale Wayahudi wakajua huyu sio basi masi wetu, basi tumsubiri masi wetu atakuja. Kama tunavyofahamu hii ni uh, historia ya kusubiri masi ni au mkombozi ni historia ya dini nyingi hata kabla ya hivi vitabu vya hizi dini kubwa ambazo tunazifahamu leo kuandika kwamba kuna watu watarudi let's say. dini ya Kiyahudi karne ya kwanza ndio waliandika kitabu chao, ambao kwenye kitabu chao waliambiwa kuna masihi atarudi. Karne ya nne dini ya Wakristo waliandika kitabu chao Agano Jipya, wakaambiwa kwamba masihi wao ambao ni Yesu watarudi wamsubiri. Na karne ya saba Waislamu waliandika Qur'an. Nao waliambiwa kwamba masi wao atarudi, Nabii Isa kuja kuwakomboa mikononi mwa Masih Dajjal. Na Uislamu dhehebu la Shia nao wanaamini kuna Mahdi naye atarudi. Kwa hiyo hii ni kawaida, lakini haikuanzia kwenye hivi vitabu vilivyoandikwa hivi juzi juzi, yani Qurani ya karne ya saba, Agano Jipya karne ya nne, Biblia ya Kiyahudi karne ya kwanza. Hapana. Kuanzia huko milenia huko ya kwanza kuna watu wengine walikuwa na dini za kale ambazo waliandika vitabu. Wahindi waliandika kitabu chao muda mrefu kuliko Wakristo kuliko Waislam kuliko Wayahudi. Wahindi waliandika kitabu chao miaka kama elfu kumi huko iliyopita. Vedas kinaitwa Vedas. Ambacho na wenyewe pia wameelezwa humo kwamba kuna atarudi, ni masii wao, si nabii wao atarudi. Wairan nao walikuwa na dini yao ya kale kabla ya kupelekwa Uislamu karne ya saba. Walikuwa na dini yao inaitwa Zoroastrianism. Na wenyewe pia wanaamini kuna mtu wao atarudi. Lakini pia dini nyingi huko za kale hivyo ilivyokuwa, naamini wa China huko kuna dini wanaamini kwamba kuna mtu wao watarudi. Ilikuwa kwa zama za kale, ni lazima vile vitabu vya dini zile za kale nyingine, ilikuwa ni lazima waandikie kwamba kuna mtu watarudi, kwa sababu ili wafanye waumini waweze kuendelea kuwa na msimamo katika dini, lakini pia kuwa na imani kwamba tutakuja kukombolewa na mtu fulani. Kwa hiyo dini nyingine hizi nazo zimekuja kuandikwa vitabu vyake, na wenyewe pia wote, kuna mtu atarudi wakiwemo na Wayahudi, kwao wakiwa wanaamini kuna masiya atarudi. Kwa hiyo wakiwa wanamsubiri masiya arudi, wakawa wakaa wamefanyiwa vitu vingi sana vibaya na himaya ya Roman. Waliteswa vibaya mno. Moja ya vitu himaya ya Roman walichokifanya ni kwamba kwa kuwa walikuwa wanatawala zile himaya ya Palestina pamoja na ya Israeli, wote walikuwa wanatawala pamoja. Walichokifanya himaya ya Roman kwa kuwa walikuwa wanafahamu kwamba imaya hizi zimekaribiana na wapendani, kama nilivyosema, ni kawaida kwa imaya zote duniani zikikaribiana kuchukiana. Kwa hiyo na imaya ya Palestina na Israel walikuwa wanachukiana, kwa sababu walikuwa wamekaa karibu karibu, kwa kila mtu anaogopa mwenzie ataenda kubeba ardhi ya mwenzie. Kwa hiyo Muitaliano na imaya yake ya Roman alipoona wale wanachukiana na wako karibu, ili kuwauzi Wayahudi, Muitaliano akaamua aziunganishe zile imaya, ardhi zikaunganishwa, kitendo kilichowauma sana Wayahudi huona ardhi yao inaunganishwa na, na himaya ya Palestina. Alafu Mwitaliano akabadili jina akapaita Syria Palestina. Kwa mpaka ardhi ile ya Wayahudi ilipoingizwa ikawa mmoja na Wapalestina wamoja wakaitwa Syria Palestina. Jina la Wapalestina wakawambia, tutawapa tutaita hii ardhi yenu jina la adui yenu Palestina. Akapaita Syria Palestina. Na moja ya vitu vingine uh, walicho walichofanya Waitaliano na himaya ya Roman kikawauzi sana Wayahudi, wakashindwa kukaa. Waliubomoa mji wa Jerusalem, waliwaambia tutaubomoa huu mji wa Jerusalem kiasi kwamba mtashindwa hata kugundua vitu vya ni muhimu vilikuwa wapi. Kwa hiyo ule mji wote waliushusha chini, mji wa Jerusalem wakaujenga upya na wakautengeneza ukawa mji wao wa kitajiri, ambao wa watu maskini walikuwa hawawezi kukaa. Hata Yesu akokaa akukaa Jerusalem, alikaa kule Galilaya, kwa watu wa hali ya kawaida. Jerusalemu, ilikuwa ukikaa pale lazima wewe uwe kibopa. Kwa hiyo wakaubadilisha ule mji wa Jerusalemu wakaujenga wanavyotaka, alafu mfalme wao wa himaya ya Roma ni mfalme Hadrian, alichokifanya akabadili jina la mji wa Jerusalemu, akauita Aelia Capitolina. Aelia jina la ukoo wao, wakapaita Aelia Capitolina. Baada ya hapo, ili kuwaudhi zaidi Wayahudi washindwe kukaa, wakasimamisha mungu mwingine wa himaya ikumbuka Wayahudi tayari walikuwa na dini yao ya Judaism, alafu wameamua kumwabudu mungu mmoja asiyeonekana Jehova, kwa sababu waliona kule wa Egypt walishaanza kumwabudu mungu mmoja asiyeonekana zama za kale huko. Kwa hiyo wakaiga, umeona, wa Egypt waliamua kuacha miungu yote na kuamua kumwabudu mungu mmoja asiyeonekana. Kwa hiyo na wao wakaanza kumwabudu mungu mmoja asiyeonekana, umeona. Kwa hiyo wale imani ya Roman na hapo nazungumzia Biblia ijaandikwa ya Kikristo wala Qur'ani ya Kiislamu ijaandikwa. Kwa hiyo au hapa tayari sasa wenyewe washaandika eh. Kwa hiyo alichokifanya ima ya Roma na walichokifanya wakasimamisha Mungu wao katika mji wa Jerusalem, sanamu la Mungu wao, Mungu Jupiter. Jupiter, hii sayari ya Jupiter. Hizi sayari zimepewa majina ya miungu ya ima ya Roma. Nyingi, ya ima ya Roma nyingi, zimepewa majina ya miungu ya ima ya Roma ikiwemo sayari ya Jupiter ni jina la mungu wa himaya ya Roman. Kwa hiyo yule mungu Jupiter ndo akasimama kama mungu wa Jerusalem pale na Jerusalemu ikiwa inaitwa Area Capitolina, kitu kilichowauma sana Wayahudi na wakaamua wakimbia, yani wengi wakashindwa kukaa pale, kutokana na yale mauzi waliokuwa wanapewa na himaya ya Roma, mengi ambao himaya ya Roma walikuwa wanawafanyia Wayahudi kama ambavyo sasa hivi Wayahudi wanaowafanyiwa Palestina vile ambavyo wanaofanyiwa Palestina, kukosa uhuru, kufanya hiki, kuchukua ardhi zao, kufanya yote wanaofanyiwa Palestina, na wao walifanyiwa na himaya ya Roma na wakashindwa kukaa na wakakimbia, kama ambavyo leo wanaofanyiwa Palestina kule Gaza, hivi na hivi, ili waondoke, alafu kama vile wanavyotangaza kwamba wanataka kuitawala Gaza na kuitengeneza na kuijenga upya. Hivyo ndivyo na wao walivyofanyiwa na himaya ya Roma katika mji wao wa Jerusalem, hivyo ndivyo walivyofanyiwa. Kwa hiyo mambo aliyofanyiwa yalikuwa ni mengi, na himaya ya Roma ndio iliyosambaratisha himaya ya Wayahudi kwa mara nyingine, na iliwauma sana. Na himaya ya Roma ndio iliyoita lile eneo Syria Palestina. Kwa hiyo jina la Palestina liliposambaa katika lile eneo, lilitokana na himaya ya Roma. Lakini Palestina walikuwepo na wenyewe na himaya yao kwa pembeni, lakini himaya ya Roma ndio iliyounganisha zile ardhi zote, ikawa moja, wakapaita Syria Palestina. Sasa usikose sehemu ya nne ya simulizi hizi, na ili uweze kuwa wa kwanza kupata sehemu ya nne ya simulizi hizi, subscribe hapo chini, ili nitakaporusha tu sehemu ya nne uwe wa kwanza kuipata.